Tanzania kiasikila siku tunatoa nasaha na hatuachi kutoa nasaha, na hakuna mtu ametuma sisi, lakini yuko dini yetu, dhamira yetu, dini yetu, utu wetu unaamrisha sisi tuseme, tulinde amani ya, ya nchi yetu, nchi hizi tunaishi sisi

Tusikilize hawa watu, linda nchi yako. Kupenda nchi ni yuko katika moyo kila, yani Mtanzania au kila binadamu anapenda sehemu yeye amezaliwa, sehemu yeye ameishi, lazima apende. Sina saha wangu watu waogope Mungu asikilize watu ambaye hawataki kheri kwa nchi yetu. Mimi kila siku nasema na naendelea kusema Tanzania kubwa kuliko mimi na wewe. Wazee ameanzisha nchi hii, mzee Karume na mzee Nyerere washaondoka, na baadhi yao wamekuja marais wa wangapi, mzee Mwinyi yuko wapi? Mkapa yuko wapi? Mgufuli wote washaondoka, na sisi tutaacha Tanzania. Tanzania ikitabaki, madamu dunia ipo, Tanzania itabaki, na hawa wamekaa, wameondoka, na mimi na wewe leo tupo, kesho tunaondoka, lakini machie kizazi yetu, watoto wetu, wajukuu wetu, nchi salama salimini, nchi amani. Kama nchi tumezoea Tanzania, hizi watu wa amani. Usikilize watu, najua mpaka sehivi, naamini asilimia tisini na tisa na nusu Tanzania bado wanapenda nchi yao, ni watu amani mm -hmm, lakini mkono wa nje ambayo watu hawataki kheri Je, wana wivu wanaona wana Tanzania, mbona bona hamna vurugu? Mbona jirani yote imewaka moto, mbona kwao hawaki hao? Mm, wameweka yaani roho mbaya ile, na yeye alete ufitna kwetu. Sikiliza hao watu, usikubali hao watu maneno yao. Mgobe Mungu, linda amani ya nchi yako, tumbe Allah Ta'ala atulinde nchi yetu.